Wataalamu wote wa afya ambao mko hapa, zingatieni miiko na maadili ya taaluma zenu kwa kutoa huduma bora kabisa kwa wananchi. Tunajua mnafanya lakini, lazima tuseme kama vile tunakumbusha. Ni muhimu tukawa tunakumbushana tunapokutana wengi wengi hivi, na nyie ni viongozi, mmewaacha wenzetu kule basi, na nyie mwichukue hii kama ajenda ya kuwakumbushia wenzetu wakati wote tunaendelea tu kuhamasisha kwamba kila mmoja atekeleze wajibu wake. wajibu wake pia kuelimisha na wenzetu, ili kila mmoja naye pia afuate e, mwelekeo huo, na hiyo ndio taswira nzuri ambayo wananchi wanayo. Daktari ni mtu mwenye huruma, mwenye upendo, mtu ambaye anaguswa na, na, na tatizo la watu wetu, na ndio tabia mlionayo, na sisi sote tunatembea huku, tunawategemea nyie, tukijikwaa inabidi tuje kwenu nanyi hamuishi kusema pole. Huwezi kujua mimi nimejikuaje, hata kama ilikuwa nimejikua kwa uzembe wangu, lakini nyie mnaanza na pole, tatizo ilikuwaje? Kwa hiyo tabia hiyo ni taswira mzuri sana kwenu. Hii ni kada ya heshima, na kwa kweli e, umakini mlionao ambao pia una dalili ya uzembe. Uzembe siku hizi mepambana pia na nyie kupunguza kukombesha wale wachache wenye lugha sio za staha kwa wagonjwa eh, na wale ambao wanapenda kusumbua tu wagonjwa wetu mmepunguza sana. Mheshimiwa Rais, hongera sana. Wapenda kuchukua rushwa mmejaribu kupambana nao, mwendelee eh, kwa sababu sekta ya afya inahitaji mtu atoe bahashish vitu vya namna hii. Kwa hiyo watu kama hawa tunaendelea kushughulika nao pia, na nashukuru kwamba chama kinaendelea pia kubaini haya na kutoa elimu kwa wenzetu, tunahitaji weledi. Maadili ya madaktari lazima yazingatiwe. Mabaraza yetu ya kitaaluma kwa pamoja na chama cha madaktari na vyama vingine vya kitaaluma, shirikianeni kuhimiza wanataaluma na wanachama wetu kuzingatia maadili kama ambavyo nimeeleza mwanzo, kukemea vitendo vilivyo kinyume na maadili ya taaluma. Hii itajenga msingi imara sana wa, wa, wa taaluma yetu.